Mambo mengine hayawezekani nisipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kuna maisha, ukishaamua kuokoka, ukishaamua kuwa mtu wa Mungu, tayari kuna maisha mengine kabisa ambayo umeyachagua, na huna option zaidi ya kuyafuata na kuyaishi hayo maisha. Hakuna option nyingine, kwa sababu ukiishi tofauti na hapo, hautapata yale matokeo ambayo unatamani uyapate. Kufunga na kuomba sio event ya mara moja, Sio jambo la mara moja, sio jambo ambalo unalifanya mara moja kwa mwaka basi, au tumefanya zile siku kumi na mbili basi. Kwa sababu pia lazima tukubaliane, Shetani ana akili kuliko sisi. Sisi tunazaliwa, yaani wakati babu yako wewe anazaliwa hapa Devo alikuwepo, kwa hiyo amewahi kuwaona wajanja kuliko wewe, wenye akili kuliko wewe. Labda nikisogea mbele kidogo, naweza nikasema amewahi kudili na watu wanaofunga zaidi kuliko wewe. Sometimes watu wanaoomba na kusoma neno kuliko wewe. siku kumi na mbili siku kumi na tatu za kuomba ile kwetu ndiyo mwanzo, ndiyo tumeanzia hapo, ila sio tu kwamba zimeisha hapo alafu tukapumzika. Unapoamua kwa hiari yako kabisa kwamba mimi nimeokoka mimi ni ni mtu wa Mungu, kwa sasa nimeona njia sasa nimeona njia nilizotembea inatosha, nitulie na Mungu niishi maisha yangu elfu mbili na ishirini na tano maisha ya kunyooka, maisha ya wokovu, yaani nisiwe na mambo mengi. Nimeamua kuwa na kunyooka na Mungu. Unyooke kweli, usiwe na njia mbili mbili, vuguvugu itakukosti mbele ya safari kwa hiyo japokuwa tumefunga na kuomba siku hizi zote, lakini haina maana maisha ndio yameishia hapo. Na shetani ana, ana akili lazima tukubali kuliko sisi na ni mwenyeji wetu. Yaani sisi huko tulikotoka, popote tulipotokea tumemkuta na, na Biblia inasema kwenye Ufunuo sura 12 ya kumi na mbili ya kwamba kulikuwa kuna vita mbinguni. Ile vita ilivyoisha, Biblia inasema akatupwa huku duniani. Kwa hiyo sehemu ambayo ibilisi ametupwa ndio sisi sasa tupo kwa hiyo lazima tujue, angekuwa mtu tungesema tunaishi na mtu ambaye ameshatangulia huku anatujua vizuri. Na ndiyo maana wala haikumsumbua sana kuongea na Eva ndani ya dakika chache akala tunda. Tunaishi na mtu hapa ambaye anajua techniques zote, na ndio maana maisha ya kufunga na kuomba seasonal sio maisha mazuri sana. Inatakiwa iwe ndio mfumo wako wa kawaida wa kila siku, hata kama wakati mwingine mtumishi wa Mungu haja announce hata kama hajasema, isipite wiki wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu nyingine hakuna hata siku moja ambayo umeitoa binafsi, unafunga na kuomba peke yako. Adui akitaka ya kupiga vizuri, anakupa appetite, anakupa hamu ya chakula, unajisikia kula, una raha, unakula kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu nyingine. Kwa hiyo usipokuwa una nidhamu yako binafsi, baada ya muda kidogo vitu vitakuendea tofauti na, alafu utaanza kuwa na sintofahamu. Angalau ujitahidi wewe mwenye ratiba zako binafsi, wiki isipite, mtu wa Mungu. Hata kama una cha kuomba, wiki isipite. Chagua tu katika Jumatatu mpaka Jumapili, lazima kuna siku hapa, sitakula, na yenyewe ni sadaka yangu kwa Bwana, sitakula. Biblia inasema hivi: tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo. Maanake hata mbinguni inajulikana tumbo lako hilo ni kwa ajili ya chakula na kile chakula pale kimewekwa kwa ajili ya tumbo. Kwa hiyo the moment unapokia void, unapokiacha una draw attention, ulimwengu wa roho una draw attention kwa nia ajara na huwezi mimi nakwambia, haiwezekani kuanzia asubuhi mpaka jioni ukafunga and then ukakosa kabisa kitu chochote cha kumwomba Mungu. Haiwezekani, lazima tu, hata kama ulikuwa huna, una prayer point wakati umefunga ukapata na muda wa kusoma neno, somewhere somehow, utapata tu kitu cha kumwambia Mungu, hata kama thank you Jesus. Kwa hiyo kufunga na kuomba sio jambo seasonal unalolifanya tu mwanzo wa mwaka, halafu basi kupumzika rohoni. Mapumziko ndiyo yanayoleta vita. Hakuna kitu chochote ambacho kitatengenezwa kwenye ulimwengu wa roho kwa kitengenezea mechanism kwenye ulimwengu wa mwili kikafanya kazi, hapana. Ukiomba, trust your prayers Huoni dalili, huoni majibu, trust your prayers. Amini wakati unaomba, ulikuwa uongei na mtu yes? Unaongea na Mungu, na ukiwa unaongea na Mungu ni tofauti sana ukiwa unaongea na mtu yes. Kwa Mungu tunaenda kwa imani, kwa moyo mtu uamini. When the Holy Spirit is so active, jishughulishe na mambo ya rohoni sana, utajipunguzia machozi yasiokuwa lazima. Ukanisema vibaya, kwa nini akuseme vibaya? jishughulishe spiritual activities, fasting, praying, reading the word of God, kusoma neno la Mungu. Hizo ndizo spiritual activities. Roho yako inakuwa so active ndani, so active. Ili roho Mtakatifu aweze kuwa active ndani yako, you must exercise the so called spiritual activities mbalimbali, mbali za roho, tutaepusha machozi mengi na vilio visivyokuwa vya lazima.